Kati ya mjumbe wa mbio za mwenge wa uhuru wa kudumu ni mapambano dhidi ya rushwa chini ya kaulimbiu isemayo kuzuia ya rushwa ni jukumu lako na langu, tutumize wajibu wetu. Kwa kweli, ndugu wanafunzi wa sekondari wa kwa shule hii ya Kiswago, naomba tuwapigie makofi mengi sana akii. <laughs> wanafunzi wetu hawa wanatuonesha kwa dhahiri kuwa wawe wameshajitolea kizalendo, lakini wameshajitolea juu ya nchi yao, lakini wameshajitolea juu ya mapenzi ya daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kufanya jitihada kubwa za kupambana na swala zima la rushwa, na kweli rushwa ni adui wa maendeleo ndani ya taifa letu, lakini pia rushwa ni adui wa haki katika maendeleo ya taifa letu. Lakini pia serikali, kuna baadhi ya mambo hayawezi kutekeleza kwa wananchi wake baada ya kukiwa na viashiria bi ama vitendo hivi vya rushwa. Kwa kweli serikali imefanya jitihada kubwa ya kupambana na swala zima juu ya rushwa, na ndiyo maana leo hii wenzetu wa TAKUKURU wanatoa elimu ya kuwaelimisha na kuwahamasisha wananchi wa taifa hili kupitia mashule, lakini vyuo vikuu na hata huko majumbani tulipo. Kwa kweli wenzetu watakukuru hongereni sana sana sana! <laughs> ya mwenge huu wa uhuru kwa kweli, tumejionea mambo makubwa kwa wenzetu hawa watafukuru. Leo hii shule hii ya Kiswago tunatakiwa tuzindue tu, tu, tu, klabu ya mapambano dhidi ya rushwa. Naamini mafunzo aliyopewa vijana hawa elimu aliyopewa vijana hawa, ndiyo ambayo itatumika katika eneo hili lote juu ya kupambana na suala zima la rushwa, na hasa kwa kipindi hiki ambacho tutaendelea nacho cha uchaguzi. Kwa kweli ni washukuru sana ndugu wanafunzi lakini niwashukuru sana wenzetu wa TAKUKURU kwa kuona iko haja sasa, ndani ya wilaya hii ya Malinyi, shule hii ya sekondari Kiswago, kuweza kutafuta wanafunzi na kuwepa elimu juu ya rushwa, ili wawawa mabalozi wazuri kwa wanafunzi wenziwao. Mwenge wa uhuru hoye! Nashukuru sana kwa kutuzindulia mradi huu wa TAKUKURU ambayo ni mradi wa kupambana na rushwa kwani tumefanya mazoezi kwa muda mrefu kujiandaa na swala hili, na ninaahidi kwamba mimi ni mwalimu sina sina mtu wa kala sababu hii, na nadhani tutaendelea kusimamia na watoto, tutaendelea kuwajenga ili ananao watakapofika mahala fulani waweze kwenda kudumisha elimu hii kwa wanafunzi wenzao. Sisi wanaklabu wapinga rushwa shule ya sekondari Kiswago, tutahakikisha tuna